Paka hivi inavyozungumza na nyinyi, hatuna mchezaji kiongozi, hatuna stafu ambaye ameweza kuumia na kupelekea madhara makubwa ambayo tunaweza tukasema sasa tuna tatizo ama tuna changamoto kwa mchezaji huyo ama kiongozi, kwa sababu ya hii ajali. Kwa hiyo baada ya hapo tuliendelea na taratibu za kawaida, walikuja baadhi ya viongozi wetu, msaiki meya wa jiji la Mwanza sima Konstantina. Walifika eneo la tukio, kuja kuona vijana, kuongea nao kwa kuanzia pale tukawa pamoja mpaka yu, hiyo ikawa iko sawasawa. Viongozi wetu wa timu kupitia kwa mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Mwanza Kiomoni Kibamba, mwenyekiti wetu Biku Kotecha na CEO wakapambana kuhakikisha namna ipi sasa timu inatoka pale kuja uh, jijini Dodoma na hilo jambo likafanikiwa kwa kiasi kikubwa. Toka Dodoma hivi ninavyozungumza na wewe exclusive. Uh, muda mchache kutoka sasa hivi timu itaondoka mkoani Dodoma hapa kuelekea Morogoro, eneo tunakwe... la kitu ambako tunakwenda kucheza mchezo wetu wa kombe la CRDB dhidi ya Kiluvya United. Kwa hiyo niwatoe hofu mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji, yes, tukio limetokea, lakini timu yao iko salama, kwa maana ya, ya, ya, ya, ya watu ambao wa mbubi... safari, tuko sawasawa na tunaendelea na program tukao tumejiwekea za kila siku Labda Moze, uh, tunafahamu kwamba kuna timu ambazo ziliwahi kupata madhira kama ya kwenu na waliomba mchezo uweze kupangiwa tarehe nyingine. Labda kuna mtu anaweza akajiuliza, kwa nini nyinyi hamjaomba mchezo upangiwe tarehe nyingine na mmekubali kwenda kucheza mchezo huo? Ya kwanza ni swala la kumshukuru Mwenyezi Mungu, hatuna sababu ya kuzungumzia matatizo ya wengine. Kweye ambalo umeuliza ni swali la msingi sana ambalo watu wengi na, maa, na kusikia, na kujua hiki ambacho kiuri. Lakini niwaambie tu kwamba madhira ambayo tumeyapata sisi kwenye ajali ya leo kwa namna moja ama nyingine, hayakuwa madhira. Baada ya kila kitu kufanyiwa uchunguzi, hayakuwa madhira ambayo yangeweza kuhatarisha utendaji kazi wa benchi la ufundi, wachezaji ama viongozi, ambao tulikuwa tayari kwa. Baada ya hapo, management waliwauliza wachezaji Mnajionaje? Mnajisikiaje? wachezaji wako wako tayari kwamba ile ambayo limetokea ni jambo limetokea, sisi tuko tayari kwa kupigania klabu yetu, kwa hiyo kuona haja yoyote ama pengine tuombe muda mchezo wetu uweze kusogezwa mbele, ahirishwe. Kwa hiyo hao ndio wapiganaji namba moja, wako tayari na wameridhia kwenda kucheza huo mchezo. Kumbuka pia nje hapo, kuna mapumziko mengine baadaye watayapata kidogo kwa ajili ya kuimarisha kurejea. Kwa hiyo ao wapiganaji okay. hiki ambacho wao wamekisema, kutokana na aina ya ajali, madhara ambayo tumeyapata kwenye ajali. Kwa hiyo wanaume wakasema wako tayari kwenda kupigania majiji okay, kisaikolojia okay. Mnawaona wewe kama msemaji, unawaona wako fit? Ah, niku nilikuwa na nazungumza na kapteni wa timu yetu Yona Amos mara baada ya incident ah, uh, dia walikuwa hata wanatamani kupata hii taarifa isii itokei tusuke tuende kule, lakini tayari ni timu kubwa, taarifa kama hii tayari kule... kwa lazima positive kutokana na kila care, kila mmoja kwa nafasi yake tayari kwamba wako tayari kwa ajili eh, ya kwenda kuipigania nembo ya klabu ya Pamba Jiji. Kwa hiyo kisaikolojia, kiukweli wako vizuri, wako very positive, wako tayari na hakuna changamoto yoyote ambayo inaweza kutokea.